Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wanaperamio kama ambavyo ilikuwa imefanya. Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo cha wanaruvuma na serikali. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie wanaruvuma wote kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na kuendeleza kazi ambayo ilikwisha kufanyika na kazi ambayo ilikuwa mbele yetu, ambayo kama mtakavyokumbuka, e, ndio kwanza dira mpya inaanza kutekelezwa na ndio kwanza ilani mpya inaanza kutekelezwa Mheshimiwa Baba yetu naibu wa askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo kati ya Kanisa na Serikali, amefanya kazi hiyo ya mahusiano, amefanya kazi hiyo akiwa serikalini na kama mnavyokumbuka, amefanya kazi hiyo kama ambavyo tumeshuhudiwa juzi kwenye ibada ya Dodoma, na leo Mheshimiwa Rais ametuma niwahakikishie wote kwamba serikali itaendelea kuenzi na kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima kubwa ambayo Tanzania imekuwa nayo kuhusu umoja wa kitaifa, uhuru wa kuabudu, amani na usalama wa nchi yetu unaendelezwa. Mheshimiwa, baba yetu naibu askofu, Mheshimiwa Jenista kama ambavyo tumetoka kuelezewa, alikuwa ni mpatanishi amefanya kazi hiyo katika nyanja mbalimbali mbali. Akiwa waziri wa nchi amefanya kazi hiyo kubwa pale ambapo palionekana dosari kati ya e, wafanyakazi na serikali, Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo na hadi leo serikali, pamoja na wafanyakazi na watumishi wa umma wana ushirikiano mkubwa. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo pia kuweka umoja na ushirikiano kati ya sekta binafsi pamoja na serikali, na jambo hilo alilifanya kwa uadilifu na kwa jitihada kubwa. Mheshimiwa Jenista ni mtu aliyeamini kwamba ukimtanguliza Mungu na ukafanya bidii inawezekana. Tumeambiwa hapa na baba yetu anayemfahamu sana, jinsi alivyofanya uthubutu wa kugombea jimbo huo, ni ujasiri aliyofanya, lakini si hiyo tu, amekuwa hivyo pia katika kutekeleza majukumu yake. Mimi nimefanya naye kazi kwa kipindi, kwa ukaribu zaidi kipindi akiwa mnadhimu wa shughuli za serikali bungeni, Mheshimiwa Jenista. Ikishawepo kazi kwake kama mnadhimu wa shughuli za serikali, amekuwa akibeba jukumu linaloangukia kila wizara kama la kwake, sio tu mratibu anabeba kama la kwake, kwa sababu alikuwa anaamini katika mafanikio, na hiyo ndiyo iliyompa sifa ile ambayo nilisikia eh, juzi Dodoma ya kuitwa kiraka.